Lakini naona kuna watu wanazunguka wanasema no reform, no election. Kwa mimi naona ni kama wanataka kutukimbia tu. Uwezo wa kuzuia uchaguzi najua labda kwenye chama chao hakuna tatizo. Tumekuwa nao hapa bungeni miaka yote, walikuwa nasusa miswada, akidi inatosha tunapitisha. Sasa mara nyingi nawambia hasira hasara. Wao wanasema no reform no election labda kwenye chama chao. So kisikiliza Watanzania huku nje ni vyama vyao ndio vina chama chao ndio kinasema hiyo slogan. Lakini vyama vingine vyote vilivyosajiliwa vinazungumza uchaguzi. Na sisi tuko tayari, na sisi hapa watu wote wako kwenye pressure ya uchaguzi. Tunamaliza bunge mwezi wa sita. Tunarudi kwenda kuchaguliwa upya atakayerudi au atakayebaki. Na, na, na bila wao kwa kweli mimi sioni kama kuna raha. Sijui kwa nini wanataka kutukimbia. Na niliwaambia nilifanya kipindi fulani Wasafi. Nikawaambia mimi maombi yangu ilikuwa nataka Lissu apite ili awe mwenyekiti kwa sababu najua tumefanya naye kazi huko ndani. Uwezo wa kuongoza hii taasisi ni asilimia ndogo sana. Na watu wanasubiri tu no reform no election. Lakini ndani kule Chadema kuna kubwa zaidi ya no election, kuna kubwa zaidi ya no election. Tuwe hapa tu, hauishi mwezi ujao utaona kitakavyouma. Na hii hii G55 Sio kwamba ni wajinga. Kama chama chenye demokrasia, kilitakiwa aache ziara, aje wasikilize. Yeye anaita wajinga, lakini anaeleza vitu vina fact. Wewe unatangaza kuzuia uchaguzi halafu uelezi mbinu, eh, unaandamanisha watu. Sawa, watu si wajinga. Na sisi hapa, mheshimiwa rais, tukimaliza kupitisha bajeti, tutaachiwa tukaende kufanya ushawishi kwa watu wetu, tupige maneno, watakuja wapige kura, halafu mwisho wa siku huna mbunga hata mmoja. Sasa mimi nachoamini kwamba kama ni rais mpole ni mama Samia. Kama ni rais mpole ambaye amewapa uhuru kupitiliza watu wa CHADEMA na vyama vingine ni mama Samia. Nimekuwepo wakati wa Kikwete, nimekuepo wakati wa Magufuli, nimekuepo hawakuwa na uhuru. Sasa unapewa uhuru tena unaanza kuweka masharti. Tunapewa lift kwenye gari unataka kupiga na honi. Hakuna uchaguzi, sisi tumeshajiandaa. Kwa mfano mimi kwenye jimbo langu nimeshajiandaa uchaguzi wa madiwani, nimeshajiandaa uchaguzi wa mbunge. Mimi hapa na nitarudi. Nilitamani kidogo aniletee mtu strong strong ili anijaribu angalau kunishekisheki, lakini kwa kazi zilizofanywa na mama Samia, ni mtanzania wa ajabu sana, na mtu mwenye uchama peke yake ndo anaweza akasema tusifanye uchaguzi. Haya, usipofanya uchaguzi, wewe ni mtu mwenye akili, umeenda shule Haku, maana yake hakuna serikali, maana yake hamna bunge, hamna bajeti. Halafu maisha yanaishia mwaka 25. Tuanze vurugu kama Wakenya. Wakenya wamebomoa nchi yao yote, wameimaliza na makombora na mamishare. Halafu leo wako mezani. Mnaanza tena kujenga magorofa. Hatuachi uchaguzi. Hamna kutupa gwanda. Mimi nataka nawaambia e, mgombe wetu wa makamu katibu mkuu wa chama aliwaambia si juu yetu sisi kuwakumbusha. Lakini mimi nawaambia Watanzania, hasa wa jimbo langu na Watanzania wanaonifuatilia. Uchaguzi uko pale pale. Hizi ni mbwembwe tu na tumezizoea. Tumekuwa nao bungeni hapa. Kila mara wanakimbia miswada. Wanatoka nje. Tunapitisha miswada na leo kwa mfano nataka kukumbusha mswada wa ujenzi wa reli ya mwendokasi kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Walitukimbia huko wa ndani. Lakini ndo wanaongoza kuomba lifti kwa Kadogosa. Wasitupe gwanda. Wao waje tushindane kwa hoja, mwana siasa sio kususa. Mwana siasa tutaachiwa ni kupiga maneno kwenye debe. Tutazungumza kwenye jukwaa alafu tuende kwenye debe. Nimwombe sana mheshimiwa rais, mwenyekiti wetu wa chama, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, wa Tanzania wanaelewa kazi kubwa uliyoifanya. Sasa una matatizo mengi, kuna madaraja yanaenda, kuna miundombinu unatakiwa ukaribishe, tuna ufunguzi wa daraja mwezi huu. Acha kusikiliza No, no reform no election, tuachie sisi. Ukifika muda, tukiachiwa, ndo tunataka kumuona wewe, anayetuambia sisi tusifanye uchaguzi halafu atuambie tunaenda kula wapi. Lakini mimi narudia tena kusema, niliwahi kusema hili genge la wahuni, iko siku mtakuja kuamini haya maneno. Ipo siku fukuto lililoko ndani ni kubwa zaidi kuzuia huo uchaguzi. Kuna fukuto la kumuondoa Lissu very soon. Mimi naongea tu kwa sababu mimi ni mwana CCM na mimi tunaendana siasa, nami ni mwana harakati fukuto hilo kama, kama, kama uamini Tundu Lissu ataitisha mkutano mkuu wana kama hajara kichwa, kwa sababu sasa sielewi hata Watanzania wanashawishi wasifanye uchaguzi, kwa sababu ya unachokingangania ni madaraka tu, uelezi fucha yote tunagombana, tusifanye uchaguzi kwa sababu wewe upate madaraka, upate nini? Mbona mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na wabunge 80 na kitu, mlipita wapi na tume ni ile ile? Mlikuwa na hoja nzuri za EPA na Escrow na tunatetea parojo, alafu uzuie uchaguzi. Watanzania watakuchagua kwa no reform. Lete hoja za msingi, kulikuwa na EPA escrow he. Watanzania walijua kabisa, watu wana research wanataka kusaidia nchi. Sasa unakuja kutuletea tugome kwa sababu ya tume ya uchaguzi, is it true? Kweli msomi wakili, msomi? Hapana, wasitupe gwanda, tukutane. Hii ndio 20 25 tuliyoisubiri kwa hamu, waje wasitupe gwanda. Mimi sitaki watukimbie, wakitukimbia tunakosa raha. Tutakosa uondo. Msitupe jezi, njoni tugombane tuku, tuku, kwenye majimbo.